Asalamu alaikum watoto wetu wa wazuri karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. mimi ni Miss Mariam Shafi na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana siku moja katika nyumba fulani paliondokea mama na mtoto wake mtoto wake alikuwa anaitwa Ahmad ilikuwa ni leo kesho yake ni Eid. Sasa walikuwa wanafanya usafi na Ahmad anamsaidia mamake penye anahitaji usaidizi, walikuwa wanasafisha safisha, safisha, safisha. ilikuwa kitu kama saa kumi kumi hivi wenyewe wameamua kufanya usafi. Mara kidogo, kuna mtu amekuja kugonga mlango, kwenda kufungua Ahmad akaona ni mjomba wake amekuja, akafurahi, hajamona muda mrefu mwenye akafurahi, akaambia karibu mjomba, akamsalimia wakakaa wakaanza kupijapija stori, alafu Ahmad akaendelea kumsaidia mamake kidogo kidogo. Mjombake akampa zawadi. Zawadi ilikuwa imefungwa vizuri, alafu imeandikwa kwa mtoto wangu mpendwa Ahmad. Akafurahi hapo hapo, bila kupoteza muda, akaanza kufungua fungua zawadi yake kuangalia. Ameletewa nguo nzuri na viatu vizuri. Viatu vilikuwa vizuri sana na nguo pia, Ahmad alipenda akamshukuru, akamwambia shukran, mjomba ile. Mjomba akamwambia karibu, mi nakupenda, ndio maana nimekuletea hii zawadi, na najua wewe ni mtoto mzuri, ulinifurahisha kwa sababu una tabia nzuri, na vile vile ulipita mtihani, kwa hivyo hii ni zawadi yako. Basi Ahmad mwenyewe akafurahi. Sasa baadaye jioni ilikuwa wanatoka yeye na mamake kwenda sokoni kununua vitu vyenye vimebaki baki baki, ndio kesho siku ya Eid wasikuwe na shida ya kutumana tumana. Ahmad akasema ngoja leo ni vaingo mjomba wangu amenunulia na viatu pia. Akavaa nguo nzuri mwenyewe na viatu vyake akatoka. Sasa njiani kuelekea sokoni, kukaa kuna mtoto, yule mtoto maskini alikuwa amevaa nguo zimeraruka, hana viatu. Akamwangalia tu Ahmad kwa kusmile, akamwambia Ahmad umependeza. Basi Ahmad mwenye akaingiwa na huzuni, akasema maskini, sasa huyu, kesho ni Eid, takuwa hana nguo, mimi nitafanyaje? Basi akaenda wakaelekea sokoni, wakafanya shopping yao, wakamaliza wakarudi nyumbani. Kufika nyumbani, akafungua kabati akasema, yani alhamdulillah, mimi nina nguo tele hapa kwenye kabati langu, lakini yule mtoto maskini, kila siku mimi namwona na hiyo nguo tu akibadilisha, labda ni nguo nyingine, na bado zimeraruka hana nguo nyingi, sasa mimi nitafanyaje? Akachagua aka nguo nzuri nzuri pale kwake, kama pea mbili tatu hivi, akaziweka kwenye mfuko, akasema maskini, kesho ni Eid, lazima nimfurahishe na yeye, ingawa angare. Akachukua zile nguo mwenye akazieka. Sasa ilipofika asubuhi, kabla kuswali Eid, aka akaenda kwa huyo mtoto, akamwambia, chukua hizi uvae na wewe upendeze, tuende tukaswali, nitakupitia, tuende pamoja tukaswali. Basi Ahmad akarudi zake nyumbani akajitayarisha kufika kapata ule mtoto amefurahi, amemshukuru Ahmad. Ahmad, asante, leo umenifanya na mimi kwa mara ya kwanza kusikia ile furaha yenye nyinyi mnasikia ikifika Id. Nimefurahi basi. Ahmad akafurahi kasema, alhamdulilah nimemfurahisha mtu siku mtukufu kama hii. Najua nitakuwa nimepata thawabu nyingi. Basi, Siku ikaisha wenyewe. Sasa baadae, baadae alikuwa anapijapija stori na mama ake, akamwambia mama ukimpa mtu kitu pia ni njia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Akamwambia ndio, uende kwa Mwenyezi Mungu, amekubariki wewe na zaidi, ndo wewe uwe kama njia ya kusaidia wenzako. Saka akamwelezea hiyo story kwamba mimi nimegawanya nguo kwa yule mtoto fulani. Mama yake akafurahi akamwambia, umeona, umeona, wewe una nguo nyingi, lakini hizo nguo umempa mwenzako, si ati wewe umepungukiwa. Hapana, simuona mjomba wako alikuletea nguo hujapungukiwa na bado umebakiwa na nguo nyingi lapi, na pia umemsaidia mwenzako. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, sisi tukibarikiwa na zaidi, tusisahau wenzetu wa hali ya chini, tuwasaidie. Mwenyezi Mungu ametubariki sisi, ndo tuweze kusaidia wenzetu, na tukiwasaidia wenzetu si, mnajua kutokana na hadithi zenye nimewasimulia tumejifunza kwamba ukipeana unapata zaidi. Kwa hivyo tuwe wepesi wa kugawanya vitu. Ukiona mwenzako ana shida, umpe kwa sababu si tumebarikiwa ndo tuweze kuwasaidia wenzetu. Na hadithi yangu ikaishia hapo, tupatane kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.